Ndugu wanataaluma, ninyi ni muhimu, ni kundi muhimu katika taasisi za umma na hasa hata binafsi. taifa, ta, ta, ta, ta, ta, taifa, taifa lisio na kumbukumbu -kumbu sahihi ni taifa lisiyo na historia, na taifa lisiyo na historia ni taifa iwezekana lisiyokuwa na dira. Ukiona serikali ina nguvu kumbukumbu kumbu, ujue kumbukumbu kumbu zake zimehifadhiwa vizuri ipasavyo. Napenda mtambue kuwa ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu unategemea uhifadhi wa siri katika kumbukumbu kumbu zetu. Kwa hiyo kazi mnayofanya ya kuhifadhi na kusimamia kumbukumbu kumbu, ni nguzo ya uwajibikaji, uadilifu na maendeleo ya nchi yetu. Wanapowapongeza sana kwa uaminifu na uzalendo wenu, mjue kwamba mna mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inayo utulivu kwa sasa. Najua mnazo changamoto nyingi, wakati wingine mnazipitia kwa sababu pia ya mabadiliko ya utandawazi tulio nayo, changamoto tulizo nazo za utandawazi uhifadhi wa kumbukumbu katika dunia yenye utandawazi ambayo teknolojia yake sasa imebadilika sana. Kumbukumbu sasa hivi unaweza kuwa ona zinadukuliwa, kumbukumbu zinaibiwa, lakini wakati mwingine kumbukumbu zinauzwa. Ninyi hapo wenye dhamana kubwa ambayo umepewa na serikali. Kwa hiyo nguvu yetu ya serikali, maendeleo yetu ya serikali yanahitaji sana siri na kumbukumbu mnazozisimamia wenyewe na kuzitunza ninyi. Ni professional wa tofauti sana imagine. Achana na mambo ya serikali, wewe nyumbani kwako taarifa zako za nyumbani kwako, ukazikuta zinaongelewa sehemu fulani ambako unajua kwamba wewe hizi taarifa hana mtu yeyote, umezitunza sana, alafu ukamkuta mtu anaziongelea pale mtaani. Cha kwanza nadhani utajisikia vibaya na, na cha pili utauliza zimetokaje na ukishasema ukishatoka pale, zimetokaje, utajiuliza nani itafanya. Maana yake ni kwamba wale watu ulionao around pale nyumbani kwako wataanza kuwa suspect, kwa sababu ni taarifu muhimu zinazohusu maisha yako zinazohusu mustakabali wa maisha yako na future yako, kwa future hata ya mtu yoyote inategemea na si lakini nitaomba mtumie fursa hii yanini ya ninyi ya mafunzo yenu pia kujua mkoa wa Njombe. Sasa hivi sio kwamba tu wakulima wa mazao tulionayo Njombe wanatoka hapa Njombe, wakulima wa mazao tulionao sasa hivi hapa wanatoka Dar es Salaam, wanatoka Arusha, wanatoka Dodoma wanatoka Mwanza, wako hapa wanalima, fursa zipo, na zao kama la parachichi ni pensheni. Usisubirie pensheni kwamba nasubiria nikistaafu nitagawiwa kiasi gani, ukaanze kuhangaika kwenye ofisi, kumbukumbu zako wewe, mtunza kumbukumbu, kumbukumbu kumbu zako zitakuwa zimepotea siku hiyo, unazitafuta uzipati, faili lako alipati. Lakini kama umewekeza mathalan kwenye parachichi, baada ya miaka mitatu unaanza kuvuna parachichi. Kwa hiyo niliona kauli mbiu yenu moja hapa, mwenyekiti wenu anakataa kabisa kuzeeka maskini anakataa kabisa mwanachama wake kuzeeka nini maskini. Na nimeiona, nadhani iko kwenye mada ya nne. Sasa kuzeeka maskini ni kujitakia. Mtu mmoja akasema, kuzaliwa maskini sio tatizo, tatizo kufa maskini. Na kuna tafasiri mbaya ya kwamba mtumishi wa umma anapaswa awe maskini. Sio kweli. Tumia dhamana hmm yako ulio nayo, ili mradi hauibi unapata kipato chako halali kwa ajili ya kujiongezea kipato. Maendeleo ya nchi yoyote yanatokana na utunzaji bora wa kumbu kumbukumbu na nyaraka. Utekelezaji wa mipango mikakati yote ya serikali unatokana na utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka. Utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka ishirini na tano ishirini hamsini yanategemea utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka. Kwa lugha nyepesi na kubwa ni kwamba utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka ni taa ya maendeleo ya taifa lolote lile. Kwa kutambua hilo Trumpa, tunatambua kuwa maendeleo ya nchi yoyote ile yapo katika siri tumeona upo umuhimu wa watunza kumbukumbu na nyaraka kusimamia usiri wa taasisi na taarifa wanazoziona kwa heshima ya maendeleo ya taifa, na ndio maana chama chetu kimekuja na kauli mbiu isemayo kumbukumbu sahihi leo, maamuzi sahihi kesho, tunza siri kwa heshima ya taifa. Siri za serikali ni tunu muhimu sana katika utekelezaji wa maendeleo na ulinzi wa taifa hili. Jina langu ni Felista Emmanuel Shuli ni mkurugenzi wa usimamizi wa maadili kutoka ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Serikali inahudumia umma ambao wanahitaji huduma bora, na hawa watumishi wa kumbukumbu kumbu na nyaraka ndio wanaosaidia kuwezesha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi wake. Kwa mfano, mwananchi anataka huduma ya ardhi, hati yake, kumbukumbu kumbu zake, mirathi kustaafu. Kwa hiyo hawa ndio ambao tunawategemea katika kuzitoa hizo nyaraka ambazo zimehifadhiwa kwa umahiri na kwa weledi wa hali ya juu. Kwa hiyo ni lengo kubwa la serikali ni kuhakikisha hawa watumishi wa umma ambao wanatoa huduma kwa wananchi wake wanapatiwa mafunzo na weledi kila wakati inapobidi. Naitwa Aidani Wilmot Robert, ni afisa kumbukumbu na nyaraka kutoka Mahakama Kuu kanda ya Kigoma. Tunakuja hapa ili kuweza kuweza kuonyana na kuwekana sawa juu ya utunzaji na umuhimu wa hizi siri ambazo tunashughulika nazo kwenye taasisi zetu. Sasa kwenye changamoto ni mojawapo ya sehemu ya kazi ambayo tunakuja kuelimishwa juu ya wale wanaokosa maadili, wanaozitumia vibaya. Sasa kama taarifa za serikali ni sawa sawa na taarifa za siri za mtu binafsi ndani ya familia zinahitaji kutunzwa.